Ni dhahiri e, mtu ambaye amepewa mamlaka ya kisheria ya kusajili hizi taasisi za kidini hicho e, kikiwa ni moja ya chombo cha kidini kilichosajiliwa alipitisha ule usajili wa <coughs> taasisi hiyo ya kidini kuendelea kufanya kazi iliyokuwa ikizifanya. Ndiyo. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuona kwamba tunaitekeleza ile sheria na kusimamia Sakata la kufungiwa kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na, na Askofu Josephat Gwajima limechukua sura mpya baada ya vyombo vya usalama kulizingira kanisa hilo. Vyombo vya ulinzi na usalama vilizingira Kanisa la Ufufuo na Uzima lililoongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Kanisa hilo limezingirwa ikiwa ni siku moja baada ya msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa kulifungia kanisa hilo kwa madai ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuchonganisha serikali na wananchi. Hata hivyo, usiku huo askofu Gwajima hakuthibitishwa kupokea barua hiyo, lakini alisema wasaidizi wake walikuwa wamepokea barua ambayo alidai kutoisoma maudhui yaliyomo kabla ya askari kulizunguka kanisa hilo. Wakati barua ikiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, askofu Gwajima alitoka hadharani na kuzungumzia kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, akisema kwamba kanisa lake halijafungwa na ha, hivi ndivyo ambavyo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 alirekodi video fupi na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii akieleza hali ilivyo katika kanisa hilo usiku. Ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam, na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea kwamba wa, tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la Ufufuo na Uzima hapo Ubungo, na maaskofu hao wa wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi wamekuja kuzunguka kanisa. Hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba uh, usiku huu saa tano uh, sasa hivi tarehe tarehe ngapi leo? Tarehe mbili tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime- kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani, tunaona defender, hatujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. E, nafikiri ni polisi, tunaona ni gari za polisi, lakini tuendelee kuwasiliana, tutajulishana cha kufanya. Mara baada ya kuzingirwa kwa kanisa hilo na askari wakionekana kuchukua e, hatua wa mbalimbali, ikiwemo kuwakamata baadhi ya wafuasi waliokuwa nje ya kanisa hilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amethibitisha polisi kuzingira kanisa hilo na akidai kwamba wanatekeleza sheria. Ni kweli tulikuwa maeneo mbalimbali ndio, na katika maeneo hayo pia eneo unalolitaja tulikuwepo. Sawa sawa. Na vipi, kuna watu mmeondoka nao jana usiku pale, au mliondoka baada ya kuzuia pale, hamkuondoka na yoyote? Aa, wakati tukielekeza nini cha kufanya, ndio eh, kulingana na maelekezo ya kisheria hmm. kuna baadhi ya watu walikuwa wana wanafanya mambo ya kufanya kutoelewa Ndiyo. Kwa hiyo ilibidi eh tuwachukue, na tunaendelea ku- kuongea nao, tujue kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa na maafisa wa polisi au walikuwa wanafanya tu e, kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo. Sawa, sawa. Na kamanda Muliro, mlichokuwa mnatekeleza mnatekeleza nyinyi ni sheria aa, kwa mujibu wa sheria aa, na katiba ambayo ndio sheria mama, kipi ambacho mlikuwa mnatekeleza pale? Ni kweli kanisa hilo limefungiwa na kulikuwa kutakiwa shughuli nyingine kuendelea na ndicho mlichokuwa mnatekeleza hicho? Ni dhahiri eh, mtu ambaye amepewa mamlaka ya kisheria ya kusajili hizi taasisi za kidini hicho kikiwa ni moja ya chombo cha kidini kilichosajiliwa, alipitisha ule usajili wa <coughs> taasisi hiyo ya kidini kuendelea kufanya kazi iliyokuwa ikizifanya. Ndiyo. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuona kwamba tunaitekeleza ile sheria na kusimamia kuona kwamba kilichoelekezwa sasa cha kisheria basi kinatekelezeka na kutekelezeka kwake ni kutoendelea kufanya zile shughuli zilizokuwa zikifanyika na kama akitaka ziendelee kufanyika au wahusika waendelee kufanyika, basi wafuate utaratibu wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kukata rufaa kwenye mamlaka za kisheria zilizowekwa, na kama wakiruhusiwa, basi sisi pia tutakuwa katika mtizamo ule ule wa kisheria wa kuona kwamba sheria kwa, kwa mujibu watakavyokuwa wamekata rufaa, wakiruhusiwa, basi sisi tunakuwa hatuna pingamizi, lakini kwa sasa tunatekeleza kile ambacho ni cha kisheria cha mamlaka iliyowasajili ambayo tayari imesitisha utekelezaji wa shughuli zao. Haya yanajiri ikiwa ni siku chache baada ya Askofu Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jio la Kawe, Dar es Salaam kupitia chama tawala cha CCM kutoa kauli kwa matukio ya utekaji na upotevu wa watu juzi katika ibada ya Jumapili iliyofanyika kwenye kanisa lake. Askofu huyo alisema yeye ni mwana CCM na CCM haikubali utekaji. Mapema hii leo bungeni, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa ameliambia bunge asubuhi ya, ya leo kwamba serikali itazihakiki taasisi za dini ambazo alidai zinafanya kazi kinyume na taratibu. Wakati haya yote yakiendelea, bado Askofu Gwajima mwenyewe hajatoka hadharani na kuzungumza, na jitihada zinaendelea kufanyika ili kuweza kupata kujua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 tsed Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.